ya kivutio ambacho kinaifanya Pugu iwe unique au Pugu iwe ina utofauti au peke yake kutokana na huu mti ambao tunao hapa mbele. Huu mti unaitwa Millettia puguensis kwa jina la kisayansi, lakini kwa Kiswahili tunaita mpugu. Pugu ni moja kati ya climber species au tunasema ni miti ambayo ina tabia ya kupanda kwenye miti mingine, lakini mti huu hapa ni moja kati ya mti unaopatikana ndani ya hifadhi ya Pugu pekee duniani. Yani, simaanishi Tanzania ni pekee duniani. Kwa hiyo hata kwenye nchi za karibu au nchi za mbali kutoka Tanzania huwezi ukaupata hii species ya mileti ya puguensis. Na ndio sababu pia yahifadhi kuitwa pugu. Taifa la Tanzania ni moja ya mataifa ambayo kiukweli, ukizungumzia ambayo yamebarikiwa katika vivutio vingi vya utalii hapa duniani, huwezi kuacha kulitaja taifa hili la Tanzania. Kuna mbuga kama Serengeti, Mikumi, Nyerere na mbuga nyingine nyingi, mlima Kilimanjaro, lakini Zanzibar pia ni maeneo ambayo unaweza kufika na ukajionea utalii. Lakini kwa siku ya hii leo, mimi na timu yangu tumekufikisha katika msitu asilia wa Pugu Kazimzumbwi kuweza kujionea fursa zilizopo katika msitu huu wa Pugu Kazimzumbwi. Utalii wa misitu asilia ukoje na fursa zilizopo katika eneo hili? Karibu sana wewe mtazamaji wetu, mimi ni Innocent John, tuongozane kwa pamoja kwenda kufahamu yaliyo mengi katika msitu huu asilia wa Pugu Kazimzumbwi, ambao pia katika masuala mazima ya mabadiliko ya tabia ya nchi unasaidia na kwa kiwango kikubwa na mengine mengi, tuende tukajionee na tukayafahamu kutoka kwa wataalamu wetu ambao wanaenda kutupokea na kututembeza katika msitu huu. kwa kwa wewe mtanzania ambao ungependa kufika hapa, basi uweze kufahamu yaliyo mengi katika uhifadhi huu wa misitu asilia, hasa leo hii tunapozungumzia Pugu Kazimzumbwi. karibu sana. Majina naitwa Luciana Tesha kutoka msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazi Mzumbwi. Napenda kuwakaribisha ndani ya msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazi Mzumbwi, kwani kwa mtalii anapokuja Pugu Kazi Mzumbwi anapata fursa ya kujionea vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya msitu wetu. Kuna kivutio cha bwawa, kuna bwawa linaitwa bwawa la Minaki, ambapo mtalii akija atapata atapata muda wa kufanya shughuli kama shughuli ya kupiga makasia. Pia kuna shughuli nyingine inaitwa mchezo wa kuvua samaki sport fishing. pia kivutio kingine tuna kivutio cha mlima ambapo mtalia kija atafanya mazoezi au hiking kwenda kuona viewpoint ya Dar es Salaam. Viewpoint ni sehemu pekee ambayo ipo ndani ya jiji la Dar es Salaam ambapo anaweza akaona jiji la Dar es Salaam kwa asilimia tisini pia kivutio kingine ambacho kipo ndani ya msitu wetu, tuna aina nyingi za miti ambapo aina mbili za miti zinapatikana ndani ya msitu wetu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi pekee. Kuna mti ambao unaitwa mti wa mpugupugu ambao umebeba asili ya neno pugu. Pia tuna mti ambao unaitwa mti wa mnaki ambao umebeba asili ya neno minaki. fika hapa moja ya utalii ambao utaufanya ni kupiga makasia ukiwa ndani ya bwawa hili la Kazimzumbwi. Uh, Eliud Johnson yeye atatueleza shughuli za uongozaji utalii katika hifadhi hii ya msitu wa Kazimzumbwi namna ambavyo zinafanyika, ili unapotoka huko na kukuja kutembelea hapa uweze kufahamu namna ambavyo huduma za uongozaji utalii zilizopo katika eneo hili ni vya viwango kwa namna gani huduma tunazozitoa ndani ya hifadhi ya Pugu kama waongoza watalii ni kuhakikisha mgeni anayekuja ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi ameridhika na huduma anaoipata. Lakini vile vile huduma moja hapo ambayo tunaitoa ndani ya hifadhi ya Pugu ni kuongoza watalii, ni kuwaonyesha njia zinazopatikana ndani ya hifadhi kwa wale ambao wanapenzi wa hiking, wa kupanda vilima na kwenda kutembelea baadhi ya maeneo, tunawaongoza watalii ambao wa professional kwenye hizo swala za hiking, lakini vile vile kama muongoza watalii uh, nilie base kwenye swala la uh, ndege tunafanya tuna, tuna, tuna utalii wa kutazama wa, wa au wa kuangalia ndege ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi. Vile vile kama waongoza watalii ndani ya hifadhi ya Pugu Kazimzumbwi tuna make sure usalama wa mtalii uh, kwa asilimia mia, mia kwamba mtalii atapoingia atakuwa salama kwa asilimia mia na mpaka pale anapotoka na ndani ya tupo kwenye kilele cha mlima wa Pugu uh, kilele hiki kinaitwa Msolo Peak au kilele cha, cha Msolo so uh, ni sehemu moja mbo, moja wapo ambayo nipendwa na ndani ya hifadhi ya msitu wa Pugu Kazimzumbwi, lakini ni sehemu ambayo unaweza kuona jiji la Dar es Salaam kama tunavyoona nyuma yetu, ni sehemu ambayo ni kuna unaweza kuona jiji la Dar es Salaam kwa asilimia tisini hadi mia inadipendi na hali ya hewa ya siku hiyo lakini, uh, vile vile ni sehemu pia ya mazoezi kwa watalii wengi ambao wanapenda kufanya mazoezi, wanaopenda kuona uh, kuja ku, ku, kuangalia kilele au kuangalia view ya Dar es Salaam uh, mji wa, wa, wa, wa Dar es Salaam kwa kwa, kwa, kwa wakati wa mchana wa asubuhi, kama inavyoonekana hivi. Ni sehemu nzuri sana ya kuitembelea. Baraka Mtewa ni mhifadhi misitu katika wilaya hii ya Kisarawe naye anatueleza eh, namna ambavyo utalii katika hifadhi hii ya Kazi Mzumbwi ambavyo umeendelea kupiga hatua. Hii ni kwa pamoja na eh, serikali inavyoendelea kuweka mikakati iliyo bora katika kuhakikisha kila mtu anafahamu yaliyomo katika taifa hili la Tanzania. Na sasa yeye anatufahamisha namna ambavyo mwanzoni, eh, watalii walivyokuwa wanaingia katika msitu huu wa hifadhi ya Kazi Mzumbwi, lakini kwa sasa hivi, mambo yakoje? Yuko hapa, eh, Baraka Mtewa kuelewa yeye ambaye anatufahamisha kwa namna gani ambavyo kwa sasa hivi utalii katika hifadhi hii ya Kazimzumbwi unaendelea kukua kwa kasi. 2018-2019 kesho tunaanza utalii, tuliweza kwa mwaka mzima kupata watalii 1533 kwa mwaka mzima, ambapo serikali iliweza kupitia wageni ilipata shilingi milioni mbili kama na laki nne tu kwa mwaka mzima, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, idadi ya watu wanaotembelea katika msitu inazidi kuongezeka lakini pia mapato yanazidi kuongezeka. Ukichukulia kwa mwaka wa fedha ambao umeisha wa 24 25 tumeweza kusanya zaidi ya milioni 252 kupitia shughuli za utalii katika msitu wa Pugu Kazimzumbwi. Na tuliweza kupokea wageni zaidi ya 1026 ambao wameweza kutembea. Kwa ukiangalia kutoka kwenye 533 mpaka 1026 na zaidi, tayari unakuta kwamba ni, ni, hali ni nzuri na zinazidi kukua siku hadi siku. Na cha kufurahisha zaidi katika hao watu elfu ishirini na sita walio wengi hapo ni watalii wa ndani, ni Watanzania wa wa au ni watu wa Afrika Mashariki. Kwa maanake ni kwamba sasa hivi mwamko wa watu kutembelea maeneo ya hifadhi umeongezeka. Je, yeah, katika swala so zima la miundombinu ambayo ndio imekuwa chachu hasa katika swala so zima la watalii kufika katika eneo hili la uhifadhi wa msitu wa asilia Kazimzumbwi, swala la miundombinu lipoje ili kuendelea kumvutia mtalii anapokuja aweze kupata shauku tena ya kurejea? Miundombinu yetu ni rafiki, na tumeendelea tumeendelea kuboresha siku hadi siku, kuhakikisha kwamba tuna uwezo kuwahudumia watu wa aina zote, awe ni mlemavu, lakini pia awe ni mtu mwenye viungo vyake vyote vya mwili. Kwa hiyo tumeendelea kuboresha mazingira changa. Awali tulikuwa na changamoto ya maeneo ya kupumzika wageni, yani ilikuwa ni mtu akiingia ataishia kutembea hana sehemu ya kukaa akapumzika. Kama umepata nafasi ya kuzunguka, sasa hivi kuna mabanda makubwa ambayo tunayajenga. Hayo yote ni kwa ajili ya kutumia tu, wageni wetu wapate sehemu nzuri ya kukaa, na tutafunga wifi, watu tu wanakaa wanaendelea kuperuzi mtandaoni wakiwa ndani ya msitu wetu wa mazingira asilia wa Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo miundo mbinu yetu ni rafiki na tumeendelea kuboresha zaidi. Ukiangalia kuna barabara tunaitengeneza sasa hivi ina urefu wa kilomita kumi na mbili, ipo ndani ya msitu huu wa Pugu Kazimzumbwi. Barabara hii tumeitengeneza mahususi kwa ajili ya mashindano ya baiskeli, ya pikipiki piki, ya gari lakini pia kufanya marathon katika msitu wetu wa Pugu Kazimzumbwi. Moja ya vitu ambavyo vinawavutia watu wengi kufika katika vivutio vya utalii ni kuona namna gani ambavyo eh, sekta ya uwekezaji ilivyokita katika hizo hifadhi. Je, katika eneo hili la hifadhi ya msitu asilia hapa Pugu Kazi mzumbwi likoje? Hapa Baraka Mtewa, mhifadhi kutoka wilaya ya Kisarawe, bado anatueleza namna ambavyo wanaendelea kukaribisha wawekezaji kuja kuwekeza katika eneo hili ili liendelee kuwa bora na shirikishi na kuwavutia w wawekezaji ama watalii wengi kuja kufika na kutembelea katika hifadhi hii tumeenda kufungua fursa za uwekezaji msitu huu ni mkubwa una zaidi ya hekta 8965 msitu huu una uwezo kwa accommodate au kuweza kubeba vitu vingi sana hasa sasa hivi mikakati tulionayo ni kutafuta wawekezaji zaidi tupate uwekezaji upande wa zoo mtu ambaye anaweza kuja kufuga wanyama ndani ya msitu ili tuepukane na mambo ya kwenda kigamboni si mbwewe Tuje ndani ya msitu wa mazingira asilia ya Pugu Kazimzumbwi. Kwa hiyo mikakati ni kuvuta wawekezaji waje, waje wakague maeneo, tuwape maeneo ya kuwekeza, tuwape vitu gani ambazo wanakawekeza. Serikali imekuwa ikipambana kuhakikisha ya kwamba inatenganisha kati ya hifadhi na shughuli nyingine za kibinadamu, ili kuepusha migogoro mingi ambayo inajitokeza kati ya hifadhi na shughuli za kibinadamu. Sasa jamii inayozunguka hifadhi hii ya msitu asilia wa Kazimzumbwi inashirikishwaje na wahifadhi wa eneo hili? Wanatoa elimu gani juu ya uwepo wa msitu huu na umuhimu wake kwa jamii? Na wanajamii wanashiriki vipi katika swala so zima la kuutunza msitu huu wa Kazimzumbwi ili uendelee kuwa kivutio kesho, kizazi cha sasa na kile kinachokuja? Jamii inatambua kwamba Pugu Kazimzumbwi ni eneo la hifadhi na ni mali ya serikali, jamii inatambua na tumeendelea kushirikisha hizi jamii ambazo zinazunguka maeneo haya ili sasa tuweze kuukinga msitu huu dhidi ya majanga ya moto, lakini pia tuukinge msitu huu dhidi ya uvamizi wa aina yoyote ile, ikiwemo ile ya kuchoma mkaa au kukata kuni au kufanya ujenzi. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na viongozi wa maeneo husika wanaozunguka hivi huu msitu, kwa sababu msitu huu umezungukwa zaidi ya mitaa, umezungukwa na mitaa kumi na sita. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na viongozi wa maeneo haya, kwa sababu wao wana kamati pia za mazingira na maliasili. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana nao, ili sasa kwenye kila mtu kwenye ukanda wake anapoona kuna uharibifu aweze kuchukua hatua pasipo kutegemea TFS atoke Kisarawe aweze kwenda Nzasa kwa ajili ya kuchukua hatua. Nikataka kufahamu sasa mikakati walionayo nayo e, wahifadhi katika eneo hili katika kuendeleza na kukuza utalii katika hifadhi hii ya msitu asilia wa Kazimzumbwi ni ipi, ili kuhakikisha basi hatua zinaendelea kupigwa hatua zilizopo kwa sasa zinaendelea kwenda mbele ili kuendelea kukuza e, utalii katika eneo hili la msitu huu asilia wa Kazimzumbwi. Baraka Mtewa anaendelea kutufahamisha mikakati waliokuwa nayo katika kukuza utalii katika eneo hili. Mikakati yetu kama serikali ni kuhakikisha kwanza tunaendelea kutoa huduma bora kwa wageni wetu ili tuweze yaani, mtu akija asije akakosa kurudi tena, akaenda moja kwa moja. Kwa mkakati wa kwanza kama serikali ni kuendelea kutoa huduma bora kwa wageni wetu ambao wanapata nafasi ya kutembelea katika msitu huu. Mkakati wa pili ambao tulionao ni kuendelea kuboresha miundo mbinu ambayo inaweza ikaendelea kutoa huduma na ikaendelea kuvuta watu wengi zaidi. Ni hatimaye tunakamilisha safari yetu ndani ya msitu wa asilia wa Kazi Mzumbwi hapa Pugu. Tumejionea namna ambavyo fursa zilizopo katika msitu huu, lakini vivutio vilivyopo ndani ya msitu huu. Tumezungumza na waongoza watalii, afisa a utalii, lakini mkuu wa hifadhi wenyewe, ambaye ametueleza namna ambavyo watu wanapaswa kukaribia katika hifadhi hii ya msitu wa asilia wa Kazi Mzumbwi, tukiwa tunaangalia kabisa katika makala yetu hii, utalii wa misitu asilia ya uh, iliyopo hapa nchini Tanzania na leo tumeangazia msitu wa Kazimzumbwi ambao uko katika wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani. Ni mengi ambayo tumejifunza ni kwako wewe Mtanzania ambaye unapenda kupeleka utalii mbali na utalii wa taifa hili la Tanzania. <coughs> Unakaribishwa sana katika kufanya utalii katika msitu huu asilia wa Kazimzumbwi. Kuna mengi ambayo utayapata kama ambavyo wataalamu waliopo katika msitu huu wameweza kukuelezea. Ni sehemu nzuri sana kwa ndugu jamaa na marafiki ukiwa na familia Unakaribishwa kuja kufanya utalii hapa katika msitu huu wa Kazimzumbwi. Kwa niaba ya wote ambao tumesafiri pamoja mwanzo mpaka tamati katika kuangazia utalii huu wa misitu, jina langu ni Innocent John. Asante sana kwa Joseph Peter, asante pia kwa Michael Ali, ambao wamehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri katika kukuletea chote ambacho tumekuletea ndani ya hifadhi ya msitu asilia asilia wa Kazimzumbwi. Na kukuaga kwa sasa, tuendelee kuvitangaza vivutio vyetu vilivyopo hapa nchini Tanzania tutangaze vya kwetu. Vya kwetu ndo vina thamani zaidi kuliko vya wengine. Wengine wakija tu hapa, wajue hapa kuna nini, na mimi leo nimekuletea kilichopo ndani ya hifadhi ya msitu asilia wa Kazimzumbwi. Asante na uwe na wakati mwema.